katika maeneo ya kijiji cha Igogo kata na tarafa na wilaya ya Igunga mkoa wa Tabora, katika barabara kuu ya Igunga Nzega, gari namba T 275 EK likiwa na tela namba T 944 CY Scania tanki mali ya Goodall Petro Station likiwa na shehena ya mafuta ya diesel likitokea Dar es Salaam kuelekea Nzega likiendeshwa na dereva Shabani Ismaili Gunda